Na karibu tena, tuendelee kufahamishana yale ambayo yameendelea kutrend katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Hivi ndivyo ambavyo jana Zuchu aliweza kutumbuiza katika sherehe kubwa ya harusi ya mtoto wa Rais wa Zanzibar, Dr. Hussein Ali Mwinyi jana aliweza eh, kuasha moto ukumbini kama unavyoona hapa. Ni moja ya tukio kubwa ambalo liliweza kuhappen siku ya jana. Mm, ilikuwa ni harusi kubwa ambayo ilifanyika huko kwao Zanzibari, na yeye eh, pia alikuwa ni miongoni mwa wasanii ambao waliweza kuitwa kwa ajili ya kwenda kutoa burudani, kwenda kutumbuiza ukumbini kama unavyoona hapa. Na Malkia Zuchu, mke wa Diamond Platnumz, aliweza eh, kupendeza sana. Hivi ndivyo ambavyo watu waliweza kupata burudani ya kutosha kama unavyoona watu walikuwa wakienjoi nyimbo mbalimbali a, mbali Malkia Zuchu na ukumbini. Zuchu aliweza kuimba nyimbo yake ya Antena ambayo iliweza kuamsha hisia kubwa sana kwa watu ambao waliweza kuhudhuria katika sherehe hiyo na kuweza kumfanya e, mtoto huyu kuweza kupanda jukwani kwa ajili ya kuweza kucheza nyimbo hiyo ya Antena kama unavyoona hapa. E, Zuchu alikuwa kita burudani ya kutosha mbele ya umati wa watu ambao walikuwa wakishuhudia tukio hilo kubwa la harusi ya mtoto wa rais, na huku Zuchu akiwa ndiye msanii pekee kabisa ambaye aliweza kualikwa katika shughuli hiyo kwa ajili ya kwenda kutoa burudani mm. kama unavyoona hapa pia aliweza kupendeza sana. Zuchu alipendeza kwelikweli na vazi lake hilo ambalo liliweza kumfanya ameremete kuweza kutokelezea katika harusi hiyo mm. Huyu hapa Zuchu mke wa Diamond Platnumz, jana hiyo aliweza kuwakawaka sana humo ndani ya ukumbi. Kila mtu alikuwa akimtazama jinsi alivyokuwa amependeza na vazi lake hilo zuri kabisa mm, lenye rangi mbalimbali ambalo lilikuwa likivutia humo ndani ya ukumbi na kuweza kumwagiwa sifa nyingi sana eh, na watu ambao walikuwa wamehudhuria katika sherehe hiyo ya harusi kuweza kumsifia sana mke wa Diamond Platnumz Malkia Zuchu kutokana na jinsi alivyokuwa amependeza jana hmm, hiyo usiku katika sherehe hiyo kubwa harusi ya mtoto wa Rais Dr. Hussein Mwinyi huko Zanzibari, mambo yaliweza kunoga kwelikweli kama unavyoona hapa hmm. Watu waliweza kupendeza pia eh. Watu waliweza kutekerezea huko ndani waweza kushuhudia tukio hilo kubwa la harusi hiyo ikisindikizwa na nyimbo mbalimbali za Malkia Zuchu humo ukumbini, watu waliweza kupenda sana jinsi gani Zuchu alivyokuwa akiimba akiwa na wapamba bibi harusi pamoja na bwana harusi humo kumbini, akiwaimbia nyimbo tamtamu, nyimbo za mapenzi ambazo zilikuwa zikiwanogesha na kuifanya sherehe kuwa nzuri kwelikweli, kuweza kufurahi kwa pamoja katika sherehe hiyo kubwa ya harusi ya mtoto wa rais Dr. Hussein Mwinyi, mm, jana hiyo katika tukio hilo kubwa ambalo liliweza kutrendi sana katika mitandao mbalimbali mbali ya kijamii mm, hivi ndivyo ambavyo jana shughuli hii iliweza kufanyika na Zuchu kuweza kutumbuiza mbele ya jukwaa, huku mtoto huyu akiwa ameweza kupenda nyimbo ya Zuchu ya, e, wa ya tena kuweza kumwagiwa sifa katika mitandao mbalimbali ya k kusanyika ukumbini kwa ajili ya kuweza kushirikia pamoja katika shughuli hiyo kubwa ya harusi ya mtoto wa rais Dr. Hussein Ali Mwinyi ambayo iliweza kufanyika siku ya jana. E bwana asante sana haya ni machache ambayo tumeweza kujuza tukutane tena wakati mwingine kwa habari na matukio moto moto.